Haki tena ni furaha kwetu kukushukuru na kukusifu, e Baba Mtukufu, Mungu aliye hai, mhukumu wa ulimwengu, muumba mwenye kuturuzuku, mwokozi na mpaji. Kutokana na mtu aliyekuwa kuhamahama, ulijifanyia jamaa yako. Kwa taifa lilokandamizwa, uliwapa kiongozi. Kwa taifa lilokosa mwelekeo, uliwachagulia mfalme. Kwa watu waliokaidi Tuma, uliwatuma manabii katika hizi siku za mwisho, umetuma mwanao Yesu Kristo kwetu mfano wako mtimilifu kutuletea ufalme wako kutudirishia mapenzi yako kufa kufufuka kutawala na kufanyika, kufanyia upya watu wako kupitia kwake umetumiminia Roho wako Mtakatifu kutujaza nuru na uzima wazazi wetu wa kale na waaminifu wote walioko mbinguni twalitangaza jina lako kuu tukufu, tukikusifu daima tukisema: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mta Bwana wow, mamanya Mungu mwenye mamlaka na nguvu, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako, osana juu mbinguni.